Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza msamaha kwa wafungwa wapatao 4887 ambao wafungwa 42 wataachiwa huru leo Aprili 26 mwaka 2025 na wafungwa wengine wapatao 4845 watabaki gerezani kumalizia sehemu ya kifungo kilichobaki baada ya kupewa msamaha huo. Taarifa iliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi inasema msamaha huo Rais Samia ya kuwazhi, ya ni sehemu ya kuadhimisha miaka 61 ya Muungano wa Tanzania. Alisema Rais ni matarajio ya serikali kuwa wafungwa hao watarejea tena katika jamii kushirikiana na wananchi wenzao katika ujenzi wa taifa letu na kwamba watajiepusha na kutenda makosa ili wasirejee tena gerezani. Miongoni mwa wafungwa wanaonufaika na msamaha huo ni wafungwa wa kunyongwa waliomaliza taratibu za kimahakama ambao wanabadilishiwa adhabu ya kifo kuwa kifungo cha maisha. Wafungwa waliobadilishiwa adhabu ya kifo kwa msamaha wa rais kutoka adhabu ya kifo na kuwa kifungo cha maisha gerezani, wanabadilishiwa adhabu ya kifungo cha maisha na kuwa kifungo cha miaka 30 gerezani na hawatapata punguzo la VA mkwaju tatu. Wengine wanaopata msamaha ni wafungwa wazee wenye umri wa miaka sabini au zaidi ambao wamehukumiwa kifungo cha muda maalum au ukomo na waliokaa gerezani kwa muda wa miaka miwili na kuendelea, na wafungwa wa kike walioingia gerezani na mimba gerezani au kwenye wenye watoto wanaonyonya. Pia wafungwa wenye ulemavu wa mwili na wa afya ya akili wasio, wasio na uwezo wa kufanya kazi. Hii ni Erasmi TV.